Washiriki wa mashindano ya kukwea mlima walipata mafunzo ya kukwea katika Mlima Kenya wikendi iliyopita huku wakijiandaa katika mashindano yatakayoandaliwa mwezi wa Agosti baadaye mwaka huu. Waandalizi wa mashindano hayo wanapania kuuzindua mchezo huu kama njia mojawapo ya kuongeza idadi ya michezo iliyo na mvutio zaidi wa mazingira. Hassan Juma anaarifu zaidi. Mmoja wapo ya michezo migumu duniani inahitaji akili mazoezi ya kutosha, afya njema na bila shaka ari ya kutaka kupita vigezo vilivyowekwa. Kukwea mlima kumeanza kushika kasi nchini kutokana na mandhari safi iliyopo alikadhalika, hali nzuri ya anga kiasi cha kuvutia hata wageni kutoka nje ya um, Kenya. Mashindano um, haya yanaingia mwaka wake wa nne wikendi uh, sawa, sawa. At, at, at, at We kulikuwa na washiriki 40 walakini, wanawapania kujumuisha zaidi ya wa washiriki 500 mwezi Damira, wa Agosti. Dhamira ni kuvutia wafanyikazi ambao hukosa muda mwafaka wa kujishughulisha na michezo ya nje.

Mashindano ya Agosti yataandaliwa kati ya tarehe saba hadi tisa mwezi huo. Hasan Juma, KTN Michezo. <laughs>